Zamani sana aliishi mtu wa Mungu aliyeitwa Yona, nabii aliyechaguliwa na Bwana kupeleka ujumbe wake. Siku moja Mungu akamwambia Yona, nenda katika mji mkubwa wa Ninewe, uwaonye watu wangu, kwa maana uovu wao umefika mbele yangu. Lakini Yona hakutaka kutii aliogopa na pia hakutaka watu wa Ninewe waokolewe. Akaamua kukimbia mbele za Mungu, akaenda bandari ya Yafa, akapata merikebu iliyokuwa inaenda Tarshishi, mbali sana na Ninewe. Akalipa nauli na kupanda, akifikiri anaweza kujificha mbali na Mungu, lakini hakuna anayeweza kujificha mbele ya Mungu. Safari haikufika mbali. Ghafla dhoruba kubwa ikatokea baharini, mawimbi yakapiga, upepo ukavuma na mabaharia wakaanza kuogopa, wakapiga kelele kwa miungu yao, wakatupa mizigo, wakaitupa baharini, lakini hakuna kilichosaidia. Yona alikuwa amelala ndani ya chumba cha chini. Nahodha akamwamsha, simama, omba kwa mungu wako, labda atatuokoa. Baada ya kura kupigwa, waligundua kuwa Yona ndiye sababu ya dhoruba. Akasema kwa unyenyekevu, mimi ni mtumishi wa Mungu wa mbinguni, nimekimbia wito wake, nitupeni baharini Ndipo dhoruba itatulia. Kwa huzuni, wakamtupa baharini, na mara moja bahari ikatulia. Lakini Mungu mwingi wa rehema akatuma samaki mkubwa kummeza Yona. Akaishi tumboni mwa samaki siku tatu na usiku wa tatu. Ndani ya giza, Yona aliomba Ee Bwana, katika shida yangu nikakuita wewe, ukasikia sauti yangu. Umenitoa kwenye kina cha bahari, umenirudishia uhai wangu. Mungu akaiamuru samaki, naye akamtema Yona pwani. Kisha Mungu akamwambia tena, nenda Ninewe, ukatangaze ujumbe wangu. Safari hii Yona akatii, akaingia Ninewe akapaza sauti, siku arobaini zijazo Ninewe utaharibiwa. Watu wa Ninewe wakaamini, wakafunga, wakalia mbele za Mungu, hata mfalme akatubu. Mungu akaona mioyo yao akawasamehe lakini yona alikasirika akasema e bwana nilijua wewe ni mwenye rehema kwa nini usiwaadhibu mungu akamfundisha kwa mfano akaleta mmea wa gogo amfunike yona kwa kivuli naye akafurahia lakini kesho yake mungu akatuma funza ukaharibu mmea huo yona akahuzunika. Ndipo Mungu akamwambia, wewe una huruma juu ya meo uliomea usiku mmoja, na mimi nisiwe na huruma kwa watu elfu laki moja ishirini na Ninewe, na wanyama wao? Na hapo Yona akatambua hakuna anayeweza kukimbia upendo wa Mungu. Mungu huwapenda wote, hata wale tunawadhani hawastahili. Ujumbe ni kwamba wito wa Mungu hauwezi kukimbia, rehema zake hazina mipaka, na sauti yake ni mnong'ono wa upendo, hata katikati ya dhoruba and this is Whisper of God's love. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.